toka, tukumbuke tulikotoka. Tunajua kwamba kabla hatujaja katika upande wa kumtumikia Mungu, kuna mahali ambako tulikuwepo, ambao katika hiyo mahali tulizalaulika, tulinyanyaswa, tulitukanwa, tulikataliwa na ndugu. Ina maana tulikuwa mavumbini, hatukutamanika, mpaka wale watu wa dunia pia hawakututamani hivyo tulikuwa wadogo hata machoni petu sisi wenyewe. Bwana Yesu wasifiwe! Tena hivyo basi, Mwenyezi Mungu anakwisha kuona pale ambapo alikwisha kuwavuta baadhi ya watumishi akawaheshimisha, akawatuma wakaweze kuhubiri Injili, hawakuweza kurudi katika majibu yanayostahili. Ina maana kama hawakuweza kurudi katika majibu, ina maana walipotelea huko huko pale ambapo Mwenyezi Mungu aliweka katika utulivu, aliwaweka akawafundisha injili isiyogoshiwa, lakini alivyowatuma kwenda kuwahubiria kondoo wake, matokeo yake yakawa tofauti. Ina maana kwa sababu matokeo yalikuwa yali, yali, yali tofauti, ina maana hawakurudi tena kwa Mungu aweze kuwafundisha, kwa sababu walikwisha kukosea. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi watu hao walienda katika matakwa ya wanadamu na matakwa yao wenyewe. Baada ya Mungu, Mungu alivyowatuma wakaenda, wakaanza kuhubiri injili iliyogoshiwa. Tupate kutambua injili ni moja tu, injili ni moja, moja tu injili ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Hakuna injili nyingine, injili ni moja tu. Hivyo watu hao walipofika kule ina maana wakaanza kwenda kinyume, ndoa zikawa ngumu, wakaanza wakaanza kukataa ndoa zao. Watu walipofika kule wakaanza kutumika kinyume na kusudi lile la Mungu, wanatumia huku na huku, huku na huku. Hivyo basi Mwenyezi Mungu anasema, kumbukeni njia zenu, kwamba ni wapi ambako Mwenyezi Mungu alikwisha kuwatoa kabla ya kuwa huko. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi tunaangalia ni wengi ambao tayari wamekwisha kuziacha njia za Mungu na kuweza kufuata njia za dunia, na kama ni njia za dunia, basi ni njia za Shetani. Hivyo basi, Mwenyezi Mungu ndiye anayeanza kumwita mwanadamu, sio mwanadamu anaanza kumwita Mungu. Hivyo pale ambapo tunakuwa tulikuwa tumezalaulika, ndipo pale ambapo Mungu waga anatujia. Bwana Yesu asifiwe tena. Akitujia anatuvuta, anatuweka katika njia ya Yesu Kristo. Hivyo pale tunakuwa tunasema kwamba hatukuwa upande huu, bali tulivutwa na Baba wa mbinguni. Hakuna mjanja ambaye anasema kwamba mimi niliamua kuja mwenyewe. Mungu anasema, Mungu anasema hakuna awezaye kuja kwangu pasipo kuvutwa na Baba wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi watu hawa ambao wanafuata, wanafuata matakwa yao Mwenyezi Mungu anawafananisha na watu gani? Tupate kujua kitabu cha Mwanzo sura ya nane mstari wa sita mpaka wa kumi nasema kwamba ikawa baada ya siku arobaini Nuhu akalifungua dirisha la safina alilolifanya, aka, akatoa kunguru naye akatoka akaenda huko na huko, hata maji yakakauka hata maji yakakauka juu ya nchi. Kisha akatoa kisha akatoa njiwa aone kwamba maji yamepunguka usoni pa nchi, bali yule njiwa hakuona mahali pa kutua kwa wayo wa mguu wake, akamrudia Nuhu safinani, maana maji yalikuwa juu ya uso wa nchi yote, naye akanyosha mkono akamtwaa, akamwingiza mle safinani, akangoja akangoja na siku saba kisha akamtoa yule njiwa katika safina, mara ya pili. Njiwa akamjia jioni, na tazama, alikuwa na jani bichi la mzeituni kinywani mwake ambalo amelitunda. Basi Nuhu akajua ya kwamba maji yamekauka juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe! tena hivyo basi Mwenyezi Mungu anakuisha kutukumbusha, anakuisha kutukumbusha. Kuna jambo moja ambalo Mwenyezi Mungu anakuisha kutukumbusha hapa kwamba tunaangalia, mwanzo nu alimtoa, alimtoa kunguru, kunguru hakuweza kurudi tena. Akamtoa njiwa mara kwanza, njiwa akarudi, akamtoa mara ya pili, akarudi na jani bichi, kuonyesha ishara kwamba matokeo, kwamba maji yamekwisha kukauka. Hivyo kuna sehemu ya kutoa. Hivyo basi, Mwenyezi Mungu anatufundisha katika neno hili kwamba wapo watumishi ambao walifundishwa na Baba wa mbinguni. Baada ya kufundishwa na Baba wa mbinguni, akawatuma walete matokeo, wapate matunda, matunda yaweze kuzalika katika hayo mambo ambao wamekwisha kupewa, lakini hakuona chochote. Hawa ndio kunguru. Tunaangalia katika safina viliingizwa viumbe viwili viwili, mwanamke na mwanamume. Ina maana mpaka wale ndege ndege wangani, mwanamke na mwanamume. Tunaangalia yule kunguru ambaye alikwisha kuruka hakurudi, ina maana alimwacha mwenzake na, na ndio sasa hivi tunaangalia watu wengi wamevunja ndoa. Kwa sababu gani? Walipotumwa wakaenda wakanaswa na dunia, kwa sababu walifuata walifuata matakwa ya dunia. Hivyo basi Mwenyezi Mungu anasema zikumbuke na uzichunguze njia zako, kwamba huko uliko, je, ndiko kule ambako wamekwisha kukutuma ukapeleke injili au vipi? Tunasema kwamba Mwenyezi Mungu, kama tukimrudia pale ambapo tunakuwa tumekosa, yeye anaturudia. Hivyo tunakumbuka huyo kunguru, kuna kunguru ambaye tumika kipindi cha kipindi cha cha Nabii Eliya katika kitabu cha Wafalme Wafalme sura ya, ya kumi na saba kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa saba. Alitumika kunguru akampelekea Elia mkate kipindi cha ukame, kabla ya kwenda Elia kule kwa yule mama mjane. Akatumika kunguru vema, akafanya kazi kwa uaminifu, akampelekea chakula, akampelekea chakula mpaka yalipotokea maji yalipokata katika kile kijito. Bwana Yesu asifiwe! Tena tuangalia yule kunguru, alitenda vema hivyo. Mwenyezi Mungu anakukumbusha uweze kurudi wewe, kunguru ambaye unapeperuka katika dunia ukitafuta mizoga katika hao wafu, unatafuta mizoga wakati kuna vitu ambavyo vina uhai. Hizo njia za dunia, hayo mambo ambayo wanakudanganya nayo, ndugu yangu, utasaini mikataba ya kuzimu, na mwisho wa siku njia zako mwishoni zitakuwa ni mbaya sana. Umekwisha kuiacha ndoa umekwisha kuacha familia, umekwisha kuiacha njia ya Bwana na unakwisha ku, unakwisha kuisema ndoa ambayo ni kusudi la Mungu. Hivyo mwenyezi Mungu anakuita wewe ambaye umekwisha kutumwa na aujarudi rehema. Zipo ni nyakati za kutubu, kwa sababu ni nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.